Elimu ni kitu muhimu katika jamii, lakini wanaotafuta elimu kumbana na changamoto nyingi zinazoakatisha tamaa. Lakini licha ya hayo bado wapo wachache wanaoamini kwa hata kwenye giza mwanga unaweza kuwashwa kwa bidii, imani na mshikamano. Katika kijiji cha Tumaini na nguvu palikuwepo shule iliyoitwa Haki ya Mnyonge. Shule hii ilihesabiwa kama ya mwisho kabisa, haikuwa na na sifa njema, kwani wanafunzi wake walikuwa na matatizo chungu mzima, wengi walipata mimba za utotoni wengine walikuwa watundu wa kupindukia, wachoyo, wavivu wa kusoma na wengine walihusudia mapenzi kupita kiasi. Kulikuwa na kundi kubwa la wale waliotoroka masomo na kuzurura mitaani. Walimu wengi walikimbia wali shule hiyo, wachache waliobaki wale walijitolea na waliopitia mafunzo ya kijeshi. Hali hii iliwafanya wazazi kukata tamaa, waliona kama watoto wao walikuwa wamepotea njia. Siku moja serikalini ilitokea mabadiliko na wakapeleka mwalimu mkuu mpya, Bwana Daudi Mwangemi. Bwana Mwangemi alikuwa na msimamo thabiti. Alijua kazi iliyokuwa mbele yake si ndogo, lakini moyo wake ulijaa matumaini. Hivyo aliwasili shuleni hapo kwa moyo wa kujitolea. Alianza kazi yake, akualika wazazi kwenye kikao cha kujadili mustakabali wa watoto wao. Walipofika alianza kwa kuambia, mti hauwezi kukua bila mizizi imara, hivyo hata watoto wetu hawawezi kuongoka bila msaada wenu, lakini inasikitisha mno kuona mizizi hii kilegea na matokeo yake ni machungu tunayoyashuhudia. Tunazungumzia watoto wetu ambao wameanza kupotea njia, wizi, ukabaji, mahusiano mapema anawapelekea mimba za utotoni, mambo yanayotuumiza mioyo, utoro mkithili, matokeo yao yanazorota, na wengine wamejikita kwenye ulevi wa pombe, sigara, matumizi ya daa za kulevya. Badala ya kuwa shuleni, wanazuura mitaani, wakipoteza dira ya maisha yao. Hali hii inatuhuzunisha sana, ni kama kuona miche tu bora ikinyauka kabla hata haijachanua. Tunajiuliza, tumekosea wapi, tulipungukiwa wapi? Lakini bado tuna nafasi. Kama bustani inaweza kufufuliwa kwa juhudi, ndivyo na watoto wetu wanaweza kuongoka kwa msaada wetu. Pamoja tusikate tamaa, tuunganishe nguvu, tuwakaribishe kwa upendo, tuwaelekeze kwa huruma na tuwaonyeshe njia sahihi. Ni jukumu letu kama wazazi na kama jamii ya shule kuwapa tena matumaini na kuwarejesha kwenye mstari wakati bado upo. Tushirikiane kwa ajili yao. Aliwahimiza kushirikiana naye ili kuinua hadhi ya shule hiyo, lakini wengi walikuwa wamekata tamaa, akaona kama anapoteza muda wake. Mwalimu wangema alianza safari yake kwa sheria kali shuleni. Alijua kwa mjinga akielevuka mwevu mashakani. Aliwataka wanafunzi wote kufika shuleni kwa wakati, hakutaka utoro, hakuvumilia mapenzi ya utotoni, na aliwapa onyo kali wale waliokuwa akiharibu nidhamu shuleni. Aliwataka wazazi kuwaelimisha watoto wao kuhusu maisha na hatari zake. Aliwakanya wasichana dhidi ya mimba za utotoni, akiwapa elimu juu ya madhara janga hilo. Pamoja na hayo, alianzisha programu za malizi na wafundisho kwa wanafunzi. Kila asubuhi, kabla ya masomo kuanza, alisimama mbele yao na kuwahusia washikamani na elimu, wasimwache ende zake, lakini wanafunzi hao hawakusikia mwadhini wala mnadi swala. Katika safari yake alikumbana vikwazo vingi. Walimu wengine waliona juhudi zake kama mzaha, wengine walidhani kuwa alikuwa mkali kupita kiasi lakini hakuyumba. Baada ya miezi michache, nidhamu ya wanafunzi ilianza kubadilika. Wale waliokuwa vivu walianza kusoma kwa bidii, wale waliokuwa kizurura mitaani walirudi shuleni, wasichana waliacha mapenzi ya utotoni na wakaanza kuthamini masomo. Hata hivyo, bado changamoto hazikukoma. Ulikuwa na genge la wavulana wahuni ambao walikuwa wakihamasisha wenzao wasisome. Siku moja, genge hiyo lipanga jaribio la kumdhuru mwalimu huyo. Walimsubiri wakati anaondoka walimvamia na kumpiga na kitu kizito. Mwalimu Mwangemi alianguka chini na kupoteza fahamu. Wanafunzi wale walikimbia wakimwacha Mwangemi bila msaada wote. Kwa bahati njema, walipita walimu wa shule hiyo na wakamsaidia kumpeleka hospitalini. Alikaa hospitali kwa masiku kadhaa, na baada afya yake kutengemaa tena, katika majukumu yake, yapo baadhi ya walimu alimsihi aache mambo kama alivyo, lakini alisimamia msimamo wake na hakukata tamaa. Aliporudi katika uongozi wake aliketi mbele ya wanafunzi na wazazi akionyesha maumivu ya tukio na uwezo wa msimamo thabiti. Kwa huzuni na majonzi, aliwahakikishia wanafunzi kwamba kila kitendo kina uzito wake katika kufungua mlango wa mustakabali wao. Mwalimu huyo aliamua kutoa adhabu za kujifunza kimaisha kama njia ya kuwasaidia kukumbuka thamani ya maadili na nidhamu. Alikusanya wanafunzi wote waliohusika na wale ambao walikubaliana na vitendo vya kibaguzi, akawaita mbele ya wazazi wao na kuzungumza kuhusu matokeo ya matendo yao. Kwa moyo mkunjufu na kwa kutumia maneno ya hekima, aliwapa fursa ya kujifunza kupitia majukumu wa kijamii ndani ya shule. Aliwahimiza kwenye kilimo cha mazao ya shule hiyo, kutunza bustani, usafi wa mazingira. Pia aliwahasa wasaidie wanafunzi wadogo ili kuwajenga na tabia njema. Pia aliwahimiza kukaa karibu na wazee wa kijiji hicho ili kujua thamani ya maumivu ya kuwa mpweke mafunzo hayo yalifanyika kwa utaratibu na kwa moyo unyenyekevu. Hatimaye, kupitia juhudi hizo, wanafunzi walianza kutambua makosa yao na kuomba msamaha, na hatua hizo zikawa msingi wa kunyanyua roho yao siku baada na badilika, yao ya siku walionekana wanabadilika, macho yao yakielezea dhamira ya kujifunza, na hatimaye walinyooka kwa hekima na nidhamu, kuwa wanafunzi ambao walikuwa nalinda heshima ya elimu na jamii yao, baada ya miezi mingi ya juhudi zisizoisha Matokeo ya shule yake ya mnyonge ilianza kubadilika. Wanafunzi waliokuwa kifeli sasa walikuwa kwanza. Kila mmoja alianza kuona thamani ya juhudi za mwalimu huyo. Nuru ikawaka katika kijiji hicho, mbegu iliyopandwa kwa jasho na damu ilianza kuchipua na matumaini yalizaliwa tena kwenye nyuso za wazazi waliokata tamaa. Hatimaye muda kufanya hali, wa kufanya mitihani ya mwisho uliwadia. Siku moja kabla ya mitihani, wanafunzi walikusanyika kwa pamoja kwenye ukumbi wa shule wakiongozwa na walimu wao waliwaleta mapadri na mashehe kutoka jumuiya mbali mbalimbali. Ukumbi ulijaa sauti za dua, sala na nyimbo za maombi, wakimwomba Mungu awape wa amani, maarifa na ushindi. Machozi ya toba na matumaini yalitiririka midomoni mwao. Walimu walishika mikono wanafunzi wao, akasema, nguzetu, na kwa pamoja akasema, hatufanyi hivi kwa nguvu zetu, bali kwa neema ya Mungu. Rusho hiyo mtihani ilianza kwa utulivu, kila mwanafunzi akijawa na ari na ujasiri, walifanya kwa bidii. Walikumbuka maneno ya mwalimu wao, usipoivua hofu uwezi kuvikwa ushindi. Mungu aliwasimamia na hakika walimaliza mitihani yao salama. Siku ya matokeo ilipoadia, shule yote ilijaa na wasiwasi na hamu ya kujua hatima yao. Majira asubuhi taarifa zilianza kusambaa kupitia vyombo vya habari. Ghafla jina Haki Ya Mnyonge likatajwa kwa sauti ya mshangao. Shule hiyo ilitangazwa kuwa ya kwanza. Wanafunzi wote wamefaulu kwa alama za juu, hakuna aliyefeli. Kilio cha furaha, nderemo na vifijo vitawala kila kona ya shule. Walimu walikumbatiana kwa machozi ya shukrani, wanafunzi walipiga magoti wakamshukuru Mungu kwa kusikia wakusikia kilio chao. Na mwalimu yule aliyewahi kulala hospitalini kwa kipigo alinua mikono juu, akasema kwa sauti ya utulivu, asikataa kulea hata kuja kulia. Hili ndilo tumaini la mnyonge na huu ndio ushindi. Hicho shangaza wengi ni kwamba watoto waliokuwa wakihesabiwa kwa, kwa hawana tumaini walikuwa sasa ni mifano ya kuigwa Walimwangea mimi alisimama mbele ya wazazi na kusema mzazi, asiye na imani na mwanae ni kama mkulima anayepanda mbegu bila matumaini ya mavuno. Si kila mtoto mlevo, ndivyo kwaavyo, maana dunia humfuza mtoto asishikamana na malezi ya mama yake. Siku zote simkatie mtu tamaa, kwa nujui uma Mungu yupo wapi. Jitahidi kule watoto wetu, na kama wewe wetu sivunjike, maana wao ndio msaada wetu wa kesho. Wazazi walilia kwa furaha wakamshukuru kwa moyo wake kujitolea. Hadithi ya walimu wangeme atufundisha kuwa hakuna mtoto to asiweza kubadilika. Elimu ni taa, na mwalimu mwenye moyo wa dhati anaweza kubadili kizazi kizima. Na kweli shule ya mnyonge iliyokuwa ya mwisho iligeuka kuwa ya kwanza. Wanafunzi walielewa maana ya elimu, wazazi walirejesha matumaini yao, na jamii iliandika historia mpya. Walimu wangeme alithibitisha kuwa kushindwa si mwisho wa safari, ni changamoto ya kupambana zaidi.